Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumepata alama moja kwa maana ya mchezo wetu wa kwanza wa ugeni. Tumepata alama moja jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na tunaondoka hapa tukiwa tunaamini kuna michezo ishirini na nane iliyobakia ni michezo ya kwenda kujipanga kuangalia Tunarudi vipi kwa nguvu kubwa katika mchezo wa tatu wa ligi tuweze kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo na soko ine imeendelea kuwa pitch ngumu na Mbeya City imeendelea kuwa wapinzani wagumu kama historia ambayo inaonyesha. Tumewasikia mashabiki wakiwa wanaimba hizo nyimbo, tumewasikia

anza ligi tukafunga Mbalali na wenyewe, issue sio nyakati. Issue ni ni timu sasa hivi na matokeo, tukjia atakuja tu. Yani Yanga isingeweza kwenda isitoke sare wala isifunge, tuko tunajua, tuko na siku itakuja mechi tutapata sare, kuna mechi itakuja Yanga itafunga. Lakini sasa.

ni mechi ya pili ya ligi bado michezo 28 ya ligi ya kucheza, bado kuna mechi nyingi nne zimebakia. Hii ni mechi ya pili leo na tuna pointi nne, hatujafungwa, tumeangusha tu alama mbili, tumepata alama moja kwao, tuna room kwa kwa ya kuimprove kwenye michezo ijayo. Kwa hiyo tuwe watulivu, tuendelee kupanga mikakati yetu na inshallah tutazidi kuwa bora. Tunakwenda kimataifa, kima tunakwenda Malawi ni longo leo dhidi ya Silver Strikers. Muda mchache sana wa kujiandaa kutokana na hichi kinachoendelea. Kipi kinaendelea? Wewe mbona, kama nana majibu yako <laughs> nini kinaendelea, huyu vipi? Uh, kwa sababu umesema yeah, timu inaendelea kuhitaji muda, lakini huo muda tukiangalia kiuhalisia ni kama bado haupo. tume tumepata tume alama moja leo hmm. si ndio? Hatujapoteza mchezo, kuna siku za kupumzika hapa baadaye, tutakwenda kwenye mechi ya kimataifa, kwa hiyo tunaendelea kujipanga. Wewe kinachoendelea ni kipi hmm. Una kama watusemea <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> baa, mimi nawashukuru sana ndugu zanguni, na muone na safari njema kurudi Dar.